Okay, sawa. Kuna mambo nipatie muda. Nipe dakika mbili tu, nijiandae. Baada hapo tuende huko ambako kuna kuzungumza. Sawa, fanya chapu basi tu nami. No, no, no. No, no, no. azidi kuna wiri sawadi, yani kama sijakuona mwaka kumi, nakuona mara kwa mara. Wacha yani, mwili wako nazidi kuna wiri mikilia punda milia kila siku nazidi kuona mpya, mpenzi wangu. Yani sawanikusifie, nitatumia usiku mzima kukusifia bila kumaliza maneno yangu. <laughs> Okay, mingi tutamaliza ndani. uh -uh. kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo vyuma. unaenda wapi? Basi kama kwangu tu, mbona umebadilika hivyo Zawadi? Unajua sijakuzoea hivyo kabisa. Ah, okay. Labda utakuwa na wasiwasi juu ya mke wangu. usiwe na hofu. yule mpuzi amepatwa na msiba, kwa hiyo amesafiri. Sikuwa na amani, naomba tutumie usiku wa leo, mimi na wewe tu. Naomba nitumie pasafi ni yani, leo nipo kwa ajili yako, mimi na wewe tu mtube utumie usiku una nani Kai eh? Yaani wewe ukigombana tu na huyo mzukule wako unasema kabisa sina mtu mwingine wa kunipoza hizi stress zangu zaidi ya Zawadi, si ndio? Kai nimekushtukia, naomba uende nyumbani kwako. Zawadi, ma maana gani unaongea? ah, ma mpenzi wangu hivyo ah, ah, Hivi kwa nimetoka usiku nyumbani kwangu nimekuletea zawadi tumishi upendo, afu narudisha hivi hivi zawadi? ah ah, please baby, usinifanyie hivyo, nakuomba. Hiyo zawadi kama ya kunihusu mimi, asante sana ila, kuhusu wewe kuingia ndani kwangu, sahau. Haya, nipe ah ah, hii zawadi nitakupa leo, sio na wasiwasi, ila naomba niingie kwanza ndani. Baada ya mechi yetu ya kwanza, ndio kabize zawadi kwa kwa moyo mmoja. uh -huh, eti baada ya mechi yetu mechi wichi mechi huu mechi wea umekuja na zawadi na umesema ya kwangu. Nipe nipe. Asante sana kwa zawadi, unaweza ukaenda nyumbani kwako. Zawadi, ni simu ya nani inaita? Alafu, usio mlio wa simu yako. <coughs> Hiyo hiyo hiyo ni simu yangu. Mimi hapa. Ni ni nimebadilisha ni ringtone leo. Hmm. Tangu lini? Kwa sababu ile mlio unaupenda kweli, wewe usibadilisha ringtone wako Kirahisi rahisi hivi? Jamani kai, yaani unanipangia mpaka kubadilisha mlio wa simu kweli mpenzi wangu.

mimi hapa ni nimebadilisha leo ni, ni, ni, Kwa nini Zawadi amenikatalia nisiingie kwake? mm. Hii sio kawaida yake. Mara nyingi huwa akiniona yeye ndo wa kwanza kunifurahia uwepo wangu. Sasa inakuwaje leo hii yanizuie mimi, kipenzi chake, nisiingie ndani? mm. Hii sio kawaida, lazima kutoka kuna jambo limejificha nyuma ya pazia. Mbona upokea simu? Achana nayo, mpenzi wangu, nitamtafuta baadaye. ah. yeah. Baby, huwezi jua simu nyingine shida, umsikilize shida. Wewe, umjui tu kuzungumza naye mpaka wewe. kuzungumza naye saa hizi, amalize mapema, mpaka utachuka weo. Kipenzi, unajua rentoni yako sana, yaani inanikera sana simu yako, ukianza kuita tu Unaanza oh, kai k uh. Yani ringtone ina historia kubwa sana katika maisha yangu, mm-hmm. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye ni marehemu kwa sasa, alikuwa akipenda sana ringtone, na sisi sote wawili, hii ndo ilikuwa nyimbo yetu pendwa ya kuitia. Sasa ninapoisikiliza tena hii kwa mara nyingine, nakuwa namkumbuka sana. Kwa hiyo sasa babangu hata mtu aje na panga aniike kwenye shingo anaambia nibadilishe, niko razi kufa ila sikubadilisha ringtone. Sasa kaimba demo? Hapana. Aa, yeye iko sawa, ile ringtone ina kitu. Inawezekana kuna mtu mwingine yupo mule ndani. Zawadi, huyo ninayo ikalungea nayakunji siku zote nakwambia, wewe una wanaume wengi, naona ni mishia sasa. Leo mtu kaja kugonga hapo mlangoni maanake nini? Lakini di, mpenzi wangu, mi kila siku nakwambia sina mwanaume mwingine zaidi yako, yaani wewe uko peke yako kabisa kwenye moyo wangu, lakini nashangaa, sijui kwa sababu gani unataka kuniamini na, na kuhusu yule mwanaume, huwa tu wananitongozaga lakini sijawahi kumkubalia hata siku moja. Zawadi, nisikilize. mimi najielewa na najitambua. nina akili timamu. Mimi chizi. Na nafusi kuingia ndani maana yake nini? We ni malaya. Ndio maana yake. Yaani mnatongozana huko barabarani mnafika hadi wangu... hapa nyumbani kwako si ndio? Lakini juaje hapa nyumbani kwako? Ni mpenzi wangu, haipo hivyo. Yule mwanaume tu huko na tabia za kunitongoza, na sijawahi kumkubalia mimi, lakini nashangaa Man, mwana mwana tulia, tulia. Wewe nani, ni unataka uende wapi? Ni nani nini hapa mpumbavu! Unakimbia wewe wapi? Umefuata hivyo chupa cha mpenzi wangu hapa? Huyu mpenzi wako ni mpenzi wangu. Umetumwa nini mimi, umetumwa nini wewe wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi kwao. Zawadi, ulikuwa unakataza kuingia mundani kisa mpuzi, sindio? Kwao mambo ya ringtone, sijui marembo, rafiki yako yote ni bullshit. Huyu jamaa anakupa jeuri hivi? Wewe ukijiangalia kati yako <tipi> wewe na yeye. Nani ambaye ni mpuzi? Mpuzi ni wewe, usiyejua kuachwa na usiyejua kukataliwa. Nimesha kwambia kabisa, na huyu unayemwona hapa ndio mwanaume wa ndoto zangu, tamu yangu, halali yangu na sukari yangu, na sio wewe. Kwa Zawadi, loo, hii unaniambia maneno kama haya. Nimekuonesha mapenzi ni yu ya <gibu> dhati. Undo ya. yani, ni Nimemwacha mkeo mkipenzi penzi kwa ajili yako. Roho hii unanisaiti na hii shakao. Ukimng'a kwa ajili ya jua chini huyo ata roho rafiki unaniacha kwa ajili ya huyu kwa ajili ya simbe zangu. Bro, tuheshimiane bwana. Mtu kashakwambia hakutaki. Uweza kuchukua mali gha zako ukaenda. Toka hakimi wewe. Bwana mdani mndana sio mimi. Zahadi, sikiliza. Sisikile mzima mnadiswa diswamisi, ondoke huko, ondoke hapa. Ya nikaenda kwangu, lazima utoke. Halafu ratiba za kumwacha mkeo ni wewe mwenyewe na akili zako finyu.

Unaweza kumudu mchezo ipasavyo Sawa, pamoja na sifa zako kemkem unazonimwagia, lakini usije ukasahau ahadi ambayo umeniahidi kwamba leo hapa tulivyofanya ndio mara ya mwisho hatutarudia tena, mimi na wewe kufanya chochote kile, na tutabaki kuwa mtu na shemeji yake. Basi. <coughs> <coughs> Unajua anacheka na nini, vitu um, ninavyovipata kwako, kwa, kwa mume wangu sudai kupata hata robo. Yaani mpaka najiuliza hawa wanawake anaochepuka nao wanampendea nini? maana Kai hana anachokiweza. Ah, najiuliza sana. Imetosha. Hata kama nimemsaliti Kai, natembea na mke wake hapa, lakini yeye atabaki kuwa ni rafiki yangu kipenzi tu, na sijisikii vizuri hata mara moja kuona wewe uko unamwongelea vibaya hapa mbele yangu. Alafu hata iko ambacho nakupatia mimi ambacho unasema mume wako anashindwa kukupatia wewe, mwenyewe tu, kama ukiamua, unaweza kukipata pia kwa mumeo. Naongea ukweli Tasha. Wewe unanipa vitu tofauti na yeye anavyonipa. Nisiseme nani kaya hapa, dugu yangu. Mm. Saa hizi usiku mimi nimeshalala, nimechoka sasa. Sielewi kwema kweli. Da wewe, acha tu ndugu yangu, si kuwema kuna nini? Da yani, wanawake wa ndugu yangu sio kuwathamini kabisa. Yani leo hii yule mwanamke nimempa kila kitu, ile leo hii ameona upendo wangu hauna thamani, leo hii yule mwanamke akunigeuka mimi. Tasha, kweli

Saizi ni usiku wa manane, nakuona umekuja hapa nyumbani kwangu, alafu nashindwa kukuelewa. Unaonekana umepanic kabisa. mimi mkutendwa hivi. Nafanya kila kitu kwa ajili yake na sacrifice mimi. <coughs> Nashindwa kukuelewa una maana gani? Punguza paniki kwanza, ndugu yangu mimi hapa saizi, tuondoke? Uko twende wapi tena? Utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi. Wanajifanya wa kweli, ila kumbe wanafiki. Kuna watu wanatamani, inaweza kuwa kifunio kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi.